Na ndio kaambiwa hakuna kitu kama radhi. Mwenyezi Mungu asema waridhuanu minallahi akbar, waridhuanu angana zitu. Mwenyezi Mungu alizitaja akbar katika Qur'ani zitu ziwili, na ndio zitu zikubwa, na hikutimoja ndio kinakusababishia weo kukupa chapili. Kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu asema waladhikru allahi akbar na kitu cha pili Mwenyezi Mungu atasema wa walidhuana min Allahi akbar, yani zikri ya Mwenyezi Mungu ndio kitu kikubwa duniani kushinda kitu chote, kwa sababu duniani hakuna kitu kitukufu kushinda la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ama kiko hebu, niambie kitu gani cha shinda la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah duniani? Sasa, ikiwa wewe utaishi kwa la ilaha illa Allah, ikiwa wewe masikio yako utakuwa yasikia la ilaha illa Allah ikiwa wewe macho yako atakuwa yaangalia la ilaha illa Allah, ikiwa wewe kutembea kwako itumikia la ilaha illa Allah, ikiwa wewe kula kwako wala kwa ajili ya la ilaha ha illa Allah, kula la kwako wala la kwa la ilaha illa Allah, kuinuka kwako kwa la ilaha illa Allah, si lazima wewe utakuwa mtu mkubwa pia, kwa sababu hakuna kitu kikubwa duniani kushinda la ilaha illa Allah. Sasa na wewe ukitumikia la ilaha illa Allah, utakuwa na utakuwa mtu mkubwa kisaikolojia tu. Na Mwenyezi Mungu akasema, wala dhikru llahi akbar, dhikri ya Mwenyezi Mungu kitu kikubwa sana, na ndio ukikishika kitakupatia chengine ambapo kwamba ni kikubwa zaidi, wa ridwanu min allahi akbar, utapata radhi e. Kila lopata radhi za Mwenyezi Mungu mwangalie, utamuona 24 hours yeye mdhukuru Mwenyezi Mungu. Wa kwanza ni mtume arudi kwa Mtume ambapo kwamba ndio uswatun hasana, yeye ndio ki kielezo chetu chema. Tukitaka kupiga mfano mkubwa, twarudi kwa Mtume, tukitaka kupiga mifano midogo, twarudi kwa masahaba, twarudi kwa tabiina, twarudi kwa aulia mawali wetu. Lakini tukitaka kurudi mfano mkubwa, twarudi kwa Mtume, ndio aslu. Angalia, soma utasikia, fi kulli ahyani kasikia, mtume kila wakati yeye anamdhukuru mola wake. kana yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyani, mwenyezi Mungu kila wakati yeye anamtaja mola wake. Kwa kwa hivyo kila wakati anamtaja mola wake, ndio mwenyezi Mungu akamparaza kile kitu kikubwa, akampa yeye mtume Sallallahu alaihi wasallam, mtume ameridhiwa. Ukimtukana mtume utapata tabu wewe, ukimsema mtume utajisumbua wewe, ukimpinga mtume utapigwa wewe. Ukitaka kuangusha bendera ya mtume itanguka bendera yako, kama Mwenyezi Mungu alivyosema. Kama ule mmoja alisema alipomwona mtoto wa mtume amekufa Kasim, akasema inna Muhammadan kad swara abtar. Muhammad sasa shakwa kidiku ana tena familia ashakatikiwa, yaani kule mtume kukosa watoto wake wa kiume, familia ashakatikiwa, ana tena familia. Kwa hivyo familia Muhammad ishakatika, hilo ndio limefurahisha yeye. Mwenyezi Mungu akamteremshia sura nzima mtume akamwambia, inna a'taynaka al-kawthar, hakika Mwenyezi Mungu amekupa mto wa Kauthar wenye kheri nyingi, Muhammad amekupa mto wa Kausar wenye kheri nyingi sana. fasalli li rabbika wanhar, wa endelea kumwabudu mola wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wanhar, na chochote utakachokifanya katika ibada fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hapa Mwenyezi Mungu asema wanhar, ni utinde kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini sikutinda tu. Mara nyingi Mwenyezi Mungu wana zikrul khas bi iradatil am, mara nyingine wametaja kitu kimoja, lakini bi maana ni vitu vyote ibada sikutinda peke yake, kutinda, kuswali, kusoma, kujikurubisha. Sikuchinja peke yake, hata ukasomesha pia umejikurubisha kwa ume nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wewe ukasomesha watoto elimu pia umejikurubisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Hapa mtaja kutinda, lakini si maana kutinda tu, yani lolote takalofanya Muhammad, efanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Endelea na filasi yako Ha, leere, Ye, Le, mwawo, mwawo hume, a wenye kukuchukia wachana nao watajisumbua inna shani'aka wal abtar kwa sababu mwenye kukuchukia wewe atakatikiwa yeye ndo atakatikiwa wewe hujakatikiwa Muhammad bali kizazi chako kitakuwa kikubwa sana tena Mwenyezi Mungu atafanya miujiza kizazi cha mtume kitatokana na Fatima wao wao pija mahisabu ya watoto wa kiume Mwenyezi Mungu apija mahisabu kizazi chake kitatoka kwa kn wao yani, wapiga hesabu hizi, Mungu wapiga hesabu hizi ahlubeiti, wakatoka kwa Fatima. Wao watukana wasema mtumi watoto wake wamekufa wadogo, hana kizazi. Na kwa nini kizazi chake kitoke kwa Fatima? Kwa sababu Ali ni mtumi, Ali asili yake ni mtumi. Maana yake alipotoka mtumi ndio alipotoka nani? Alipotoka sidina Ali, wao kizazi kile kile, ahlubeiti wale wale Ingekuwa Sidna Ali kidogo ni familia nyingine hapo, watu wangefurahi, wangesema hakuna ahlu bait. Lakini sasa Ali ndio mtume alipotoka, babake al alipotoka Abu Talib ndio alipotoka nani? Abdullah, ile nuru ya mtume pale alipotoka ndio alipotoka pale pale ya Abu Talib, kisha isitoshe, Sidna Ali ameleguro mtume, mtume Sidna Ali kutoka ugomboni wake bado ni wana mtume, kwa sababu mtume amwambia ami yake Abu Talib, amwambia, wewe umekuwa mtu mzima, wewe una watoto kumi, maisha yako yamekuwa magumu. Kwa hivyo kata hawa watoto watatu tukusaidie. Mimi nitamchukua Ali, na Saidna Hamza akamchukua Jafari bin Abi Talib, na Saidna Abbas atamchukua Aqil bin Abi Talib. Kwa hivyo Ali, nipatie nini, mtume akamchukua Ali, atamlea kuanzia mdogo. Sidna Ali hajui kusujudia sanamu, hajui kusujudia nini sanamu, ndo akaitwa karramallahu wajha, kwa sababu hakuwahi uso wake kusujudia sanamu, wala uso wake hakuwahi kuangalia uchi, hata uchi wa mtu, hata uchi wake mwenyewe. Sidna Ali alikuwa hauangalii, na hii ndo, hii ni manhaji alipata kwa mtume hakuwahi kuangalia uchi wake wala uchi wa mtu uchi wa mtu mwingine usoni, karamallah wajha, sayidna Ali, ni manhaji ya ameitoa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, uchi wa mtu mwingine mpaka iko hadithi hasa masahaba sema inna nuhina antura awratuna sisi tumekatazwa kuonekana uchi wetu. Sasa utaangalia mwenyewe kuonekana, ikiwa ni mwenzako wakuone wewe au nio mwenyewe ujione. Lakini hadithi ilokuja, inna nuhina anthura auratuna, sisi tumekatazwa kuonekana uchi wetu. Si manhaji ya kiislamu mtu kuangalia uchi wake wala kuangalia uchi wa mwendani wa mwendani wake ukisoma ahlul baiti wengi walikihifadhi macho yao, kiangalia kina Sayyid Muhammad bin Ali al-Ahdal walikuwa wakiogopa wali kupita zile njia zalama kubwa, wakiulizwa kwa nini, wasema kwa sababu hataki kuona wazungu, sababu wazungu tembea uchi. Hao wazungu tembea nini, aki mwanachuoni mzima akipita njia za kitotoroni, njia za mkato za ndani ndani, hataki kupita njia kubwa kwa sababu hataki kuona wazungu kule, kwani watu namna walivyokuwa kijihifadhi ni manhaji wametoa wapi wametoa kwa babu yao mtume sallallahu alaihi wasallam ndio le ndio sa Muhammad al-Bid hapa tukumbuka alizungumza maneno maneno gani asema siku ile said muhamadadinani atakufa usiku wake yeye ameota Sayyidna Ali amekufa ameota Sayyidna Ali amekufa angalia ni mwanachuoni wa juzi tu lakini yeye ameota sidina ali amekufa, akinuko asubuhi, aambiwa said muhammad bin ali amekufa. Kwa nini amefananishwa na said Ali? Kwa nini wadomu wote amemwota said Ali na aliokufa na said muhammad bin Ali? Sababu watu walitukuwa manhaji, walijepa zile zitendo na zile suluki za ahli baiti za wazee wao, za kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama. Kibubwa, kwa hivyo hakuna kitu kikubwa kwa mwanadamu kama kuomba radhi. Kuomba nini? Tuombe ni radhi, tukiomba radhi tumefaulu fi dunia walakhira, tutakuwa kama wenyewe waliopita. Na kitu cha pili, ataomba fath al irfan. Fath al irfan, Mwenyezi Mungu amfungulie ilmu amfungulie maarifa. ma wajua, maarifa kuna ilmu, kuna na maarifa, zitu ziwili tofauti, takaujue kuna ilmu kitu kando na maarifa ni kitu chengine kando. Elimu nini? Elimu ni kile ulichokisoma tu, lakini bado hujakitumia hujakifanyia kazi. Kuna mengi wajua katika akili yako, lakini bado hujayafanyia kazi mfano we umesoma swala lakini hujaanza kuswali au waswali swala yako uswali swala ileo. Ulisoma jua, kuna mtu swali lakini uswalilie swala yake, hajaswali le swala alisoma katika kitabu. Ndio Mtume akambia maswahaba nini, sallu kama raitumuni, uswali mututaka kuswali msiswali tukienyenienyeni Mukafunga zile mukaswali vile mnavyotaka, nini? La, swalini vile munavyoniona mimi kiswali, kwa sababu swala ya mtumi ni swala ya maarifa, si swala ya ilmu. Ni swala ya nini? swala ya maarifa ma, mukitaka kufunga fungeni kama alivyofunga mtumi, mkitaka kuhiji, mtumi wambia masahaba nini? hudu anni manasikaku tukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija, yaani usijihijie tu, angalieni mtume amehiji vipi, amesimama arafa wapi, amesali vipi, mtume amekwenda vipi na wewe uende, amesali vipi, ametufu, ame vipi na wewe utufu, ameomba dua gani na wewe uombe zile dua naomba mtume. Hiyo ndo maarifa, ndotakuwa umefuata yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio tuna hata zile ibada zenyewe Mwenyezi Mungu akiziamrisha katika Qur'ani, utaziona hiyo zitia maarifa hiyo zitia nini, maarifa, hazitii nakira. Nakira ni tanwin, kama Mwenyezi Mungu asema nini, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, au ni mtu eh, kutiba alaykum as si -yam, sisi haikutiwa tanwini imetoa asyamu kwa nini? Maanake ni saumu nono. Saumu Mungu ataka saumu nono, ataki saumu ya keajia jeni, saumu ya kukonda. Kuna saumu ya kukonda na saumu ya kuwanda. Mungu ataka ile saumu ya maarifa ma ndani yake ina maana haji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wewe umefunga wasomu Qur'an, wewe umefunga waswali swala tano wewe umefunga waketitikafu msikitini kusikiza darasa. Wewe umefunga una wakati wenda kuangalia wagonjwa. Wewe umefunga una wakati wenda maziarani kuombea dua amwati waliokufa. Wewe umefunga una wakati wa kuwatembelea maskini kwenda kuwasaidia. Yaani nele somo ya pamoja imebeba mazuri mengi, na hiyo ndio somo gani? Somo nono, somo yenye maarifa nani. Si we umefunga, umefunga njaa na kiu, umelala tu nyumbani. Kwanza asubuhi umelala mpaka jioni, mesika karibu mwadhini tadhiniwakeuja msikitini. Sasa ujaswali ujasoma Qurani, Kurani, ujaenda kuangalia mgonjwa, ujaenda kuwatembelea amwati, sadaka, ujatoa sadaka, ujaketi msikitini kusikiza darasa, ujaketi itikafu, yaani ujafanya lolote, umefunga tu njaa tu basi njaa na kiu basi, hizo ndizo zaitwa somu gani? Somu za kukonda, somu za kusikitikiwa, za kuambiwa Allahumma ighfirlahu warhamhu wa, somu hizo ikiwa ule maiti alikufa wa na ile somu yako ikisha kufungwa, mwadhini pia atakauambia, Allahumma ighfirlahu warhamhu waskinhu fil janna. Kwa hivyo tumuombeeni Mwenyezi Mungu atupe fathi al-irfan. Hata ile hija pia pia taka hija nono. Hata pia ukiswali inna swalata tanha anil fashai, hapo ni lazima umetia maarifa. Inna swalata as-salata, akusema inna swalata, yani swala zote unataka wewe uswali, si swala kile kidogo. Swala inatakikana hapa, as-salata ni swala ta nono ni swala ndani yake ina tadabbur ina mazingatio, swala ndani yake ina khushu, swala ndani yake ina hudhur, swala ndani yake ina khashya, swala ndani yake ina taqwa, swala ndani yake ina tumaanina, ina utulivu. Swala ndani yake ina hudhur, yani wewe wamhudhurisha Mwenyezi Mungu ndani ya swala, yani swala yenyewe ni nono. Ndio swala hiyo inaweza kufanya kazi tanha lilfashai wal munkar inaenda kuondosha machafu na mabaya, kisha hili ndio maarifa, eh. na ilmu ni kile ulichokijua hujakifanyia kazi. Maarifa ni kile kile ulichokisoma ukifanyia kazi katika ibada yako, ile ndio maarifa. Kwa hivyo takatujue tofauti ya ilmu na nini na maarifa. Jambo la pili, tumwombeni Mwenyezi Mungu atupe fathia ya maarifa ya kujua ilmu na kuifanyia kazi na elimu tufunguliwe ilmu na tuifanyie kazi. Na jambo la tatu kabisa, ili hatutolitia sherehe sana kwa sababu lapendwa sana, dafkul uluf, dafkul Alhabib Alhaddad alikuwa akiomba Mungu ampe pesa nyingi, na watu wote wapenda pesa, innahu lihubbil khairi la shadid, wanadamu kwa kupenda pesa, mashallah hakuna mtu asopenda nini? Lakini hizo pesa wazipendea vipi? Watu wema wameomba pesa, lakini wameziombea nini? Pesa wameomba wapate pesa nyingi, wafanye heri nyingi, wapate pesa nyingi, kwa sababu hizo heri pia zataka pesa ha? Msikiti haujengwi na nini, na makaratasi? Msikiti wajengwa na pesa, madrasa zajengwa na pesa, mayatima kuwasaidia ni pesa, kila kitu nini shadai akaomba Mungu atupe pesa nyingi ili afanye kheri. Na sisi Mungu pia atupe pesa nyingi ili tufanyeni mambo ya nini? Mambo ya kheri, kutumikia umma, kujenga misikiti, kujenga madaris, kuwasaidia aramila, kuwasaidia aita, kuwasaidia wanafunzi, kuwasaidia walimu, kusaidia mambo ya kheri yote. Mwenyezi Mungu atupe kama alivyowapatia wao watu wema, na tujalie minalladhina samiona